Mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Halima Mdee, ambaye pia kitaaluma ni mwanasheria, ameshangazwa na kesi inayoitwa ya uhaini ambayo inaendelea nchini, na akadai kwamba haoni msingi wa kesi hiyo kwa sababu ambazo ameeleza kwamba, kama ni maneno ambayo yanaendelea kuyatoa wanasiasa wa pande zote ama wa vyama vyote nchini Tanzania basi wanasiasa wote watashtakiwa kwa kosa ama kwa kesi hiyo ya uhaini. Mdee amekuwa amezungumza haya baada ya kuhojiwa na mwandishi wa habari kuhusiana na mtazamo wake wa yanayoendelea katika nchi ya Tanzania, hususan kesi ambayo inavuta mamia na maelfu ya wananchi kutoka ndani ya nchi, nje ya nchi na pande zote za dunia ambapo amesema kama ni jambo lingine lipo nyuma ya pazia ambalo yeye hau, alifahamu basi hawezi kuzungumza chochote, lakini kama ni maneno ambayo yanatolewa na wanasiasa ama mwanasiasa huyo ambaye anashtakiwa kwa kosa hilo, kama anashtakiwa kutokana na maneno ambayo aliyatoa kisiasa ambayo kila upande wa vyama vya siasa vilivyoko nchini ambavyo vina uh, usajili wa kudumu na vinaendelea kufanya kazi kwa kuonekana na watu ama na jamii ya Watanzania, anasema basi hakuna hata mmoja ambaye siyo muhaini, kwa sababu pande zote zinatoa maneno ambayo ni ya kisiasa ambayo yanatakiwa kuchukuliwa kisiasa badala ya kuchukuliwa kama ni uhalifu. Halima Mdee anaeleza haya bayana na mtazamaji tafadhali nawe umsikilize. Katika mazingira ya kawaida, kauli za kisiasa zinajulikana, zina ziko wazi na, na uhaini ni jambo zito kama wanavyosema. Kwa mimi n najaribu kuwaza tu kwamba kuna ushahidi gani ambao wenzetu walomkamata, kwa sababu mtu hadi anakamatwa, labda ana ushahidi ni hizi kauli za kawaida ambazo tunatoa ama kuna mengine aliojificha? Sasa kama kuna mengine yanayojificha mimi sijui, lakini kama hizi kauli za kisiasa ambazo tukianza kuretrieve kauli za kisiasa za kila kiongozi kuanzia CCM wa Chadema na hivi vyama ambavyo viko active, basi tutakuwa wahaini wote, kama ni kauli hizi. Lingine ambalo limejificha mimi, si sijui si, siwezi. Baada ya maneno hayo ambayo ameeleza Halima Mdee, basi nawe mtazamaji unayo nafasi ya kutoa maoni si. yako je ni si. kweli si. kama si. ni si. si. si. -si. kushtakiwa kwa ugaidi kila mwanasiasa basi angekabiliwa na makosa hayo ya ugaidi ama ya uhaini kama ambavyo mmoja wa wanasiasa hapa nchini Tanzania anakabiliwa na kosa hilo la uhaini. Maoni yako ni yapi katika haya na katika yote aliyoyazungumza hapa mbunge mheshimiwa Halima Mdee, ambaye pia kitaaluma ni mwanasheria huyu. Karibu kwa maoni yako hapa hapa Nyikani TV. Asante.